pendwa 2025 ninajua unaondoka na una haraka sana, ila ninaomba muda mchache tu katika muda uliobakia, maana ninatamani niongee na wewe jambo na jambo hilo na kuahidi ya kwamba sitachukua muda mrefu kuongea na wewe nikikumbuka siku ile ambayo ulikuwa unafika, siku ile ambayo ulikuwa unakuja. Nakumbuka siku hiyo ulikuja kama zawadi iliyofungwa kwa matumaini. Tulikusubiri sana kwa shauku, tukakupokea kwa sherehe kubwa, tukainua mikono yetu juu kumshukuru Mungu aliyeturuhusu kukuona ulipofika sasa. Tuliamini ya kuwa umebeba majibu ya maombi yetu, mwisho wa machozi yetu na mwanzo wa hadithi mpya. Tulicheka, tukakumbatiana na tukaimba nyimbo nyingi za furaha, kwa sababu tulikuona wewe ni kama rafiki, tulikuona wewe ni kama mwenzetu, tulikuona wewe ni kama swaiba. Lakini sasa nataka nizungumze na wewe jambo lingine, mpendwa elfu mbili na ishirini na tano. Binafsi yangu mimi ulinifundisha jambo moja kubwa sana, na jambo hilo ni kwamba wewe si Mungu. Wewe ni kiumbe tu ambaye uliumbwa na Mungu, umeumbwa na Mungu, muumba mbingu na nchi, muumba wa nyakati na majira. Na wewe ukavikwa jina, ukaitwa elfu mbili na ishirini na tano. Ulitumwa kututumikia na si kututawala. Kwa hiyo uliumbwa kwa ajili ya kututumikia sisi, wala si kututawala. Lakini njiani mpendwa 2025, uliwasahau baadhi yetu. Badala ya kukutumikia, ukawageuza baadhi yetu kuwa watumwa wako, ukatuendesha kwa hofu, ukatubana kwa presha, ukatufunga kwa ratiba na ukatunyima pumzi ya kuishi ndani yako. 2025, binafsi yangu mimi nilicheka sana. Kuna baadhi ya vipindi niliona fursa zikinizunguka, nikajifunza, nikaongezeka. Nilikutana na watu ambao sikuwahi kuwajua kabisa, lakini wakawa sehemu ya hadithi yangu. Ndani yako kulikuwa na kicheko cha dhati, furaha ya kweli, na ladha ya maisha ambayo ilinikumbusha kwamba kuishi si mateso tu, bali kuna uzuri pia. Lakini nataka nisikufiche ukweli huu. Ndani yako pia kulikuwa na giza, tena giza zito, giza lisilo na kelele, lakini lenye jeraha kubwa. Ndani yako niliyaona machozi yakitiririka, msongo uliokaa kifuani, uchungu ukatengeneza maswali yasiyo na majibu ndani yako. Niliona mambo ambayo sikuwahi kufikiria kuwa siku moja macho yangu yatawahi kuyaona nikiwa hai, mambo ambayo mtu mwingine ufikiri ni ndoto mbaya, alafu uamka katikati ya usiku, lakini hayakuwa ndoto haya yalikuwa ni mambo halisi, tena yaliyotokea mchana kweupe na katika nyakati za usiku. Mpendwa elfu mbili na ishirini na tano, ndani yako niliona utu ukivuliwa heshima, niliona mwanadamu akishushwa thamani, niliona haki ikinyamaza Niliona wema wakiadhibiwa, na nikabaki kujiuliza kimoyomoyo, Mungu wangu, hii inawezekanaje? Lakini katikati ya giza hilo ulinitangazia sauti moja ambayo ilisikika ndani yangu ya kwamba uhai si mali, ni amana. uhai si mali ni amana. Ndani yako mpendwa elfu mbili na ishirini na tano nimeona waliokuwa bora kuliko mimi wakiondoka, wenye ndoto kubwa, wenye familia na wenye mipango bora wakaondoka. Wakubwa na wadogo pia waliondoka wenye hadhi na wasio na hadhi wakaondoka. Mimi ni mmoja kati ya waliopata neema ya kubaki. Ndipo nikatambua ya kwamba, kwa maumivu na kwa hekima, kwamba maisha haya tunayoyahangaikia, tunayoyapigania, tunayoyafukuzia usiku na mchana si yetu muda una mwenyewe, na mwenye muda ni Mungu. Leo nasimama tena mbele yako bila hofu, bila asila wala bila minyololo, nikiwa nimejifunza, nimepevuka, nimeamka. Na sasa, elfu mbili na ishirini na tano, mpendwa, muda wako umeisha, unaondoka nami na kuruhusu uende. Nitachukua kila jambo jema ulilonipa, ninakuahidi ya kwamba nitalibeba kama mbegu ya kesho. Lakini yale maumivu, majeraha na mizigo ulioibeba nitakuachia hapa hapa, hautavuka nami tena. Nitayazika karibu kabisa na kaburi lako hautakuwa sehemu ya safari yangu ijayo. Kwa heri mpendwa 2025 nenda zako, mimi nitaendelea mbele nikimwamini Mungu aliye juu ya nyakati.